Zimepita siku kumi na moja sasa tangu tulipopata askofu mpya katika dayosisi yetu hii ya Morogoro, na siku hii ya leo imekuwa ni njema ya kwamba askofu na msaidizi wake, wakuu wa majimbo, wachungaji, wainjilisi, maparishiweka, wazee wa waze, kanisa pamoja na viongozi wa jumuiya, halmashauri ya dayosisi, wote tumekuwa na ibada ya ushirika mtakatifu lakini neno ambalo amelisisitiza askofu wetu Dkt George Pindua ni mwendelezo wa kitu alichokisema Yesu kwenye Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tisa. Yesu Kristo anasema jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na Yesu Kristo alisisitiza umoja na akatuombea, alisema mimi na Baba tu umoja. Tangu askofu wa kwanza, askofu wa pili, naye wa tatu kutembea kwa umoja alikokuona kwamba kulikuwa na maendeleo yaliyokuwepo. Na sasa ameshika usukani yeye, ombi lake kuu na msisitizo wake ni alichokisema Yesu na viongozi waliopita, ya kwamba ili yale yaliyoko mbele yetu katika dayosisi hii ya Morogoro yaweze kufanikiwa, ni lazima kuwa na lugha moja na usemi mmoja, na kila mmoja kuheshimu kipawa cha mwenzake, kila mmoja kuthamini kitu ambacho Mungu amemwekea mwenzake, ili tukitumie kila kipawa kwa ajili ya kuijenga kujenga, kujenga kwanza ufalme wa Mungu Morogoro, lakini pia kuijenga dayosisi hii ya Morogoro. Mungu aendelee kuibariki dayosisi hii, ambariki askofu wetu na msaidizi wake wa kuwa majimbo na watumishi wote wa dayosisi ya Morogoro. Hatuachi kuomba, mtuombee na tuendelee kuwa na umoja siku zote, sasa na hata milele. Amen.